Uh, tunakuja hapa kwa ajili ya kujifunza zaidi kuhusiana na umuhimu wa ugezi au calibration kwenye sekta ya afya, na tukiongelea kwenye sekta ya afya tunagusa katika viwanda vinavyotengenezwa madawa yani pharmaceutical industry, pamoja na maeneo yote yanayotoa huduma ya afya kama hospitali, vituo vya afya pamoja na zahanati. Ugezi ni kitu cha muhimu sana katika nyanja mbalimbali tukiangalia kwenye maeneo ya hospitali takwimu mbalimbali hupimwa kutokana na vipimo vi, vi mbalimbali ambavyo vinatolewa kwenye hospitali na hizo takwimu ndio kitu cha muhimu ambacho kinamsaidia daktari kuweza kufanya maamuzi kwa hiyo tukianza na kitu cha muhimu zaidi kwenye hospitali tunaanza na, na ugunduzi wa, wa, wa ugonjwa au utambuzi wa ugonjwa. Unapokwenda hospitali, lazima wachukue vipimo ili waweze kujua kwamba wewe unasumbuliwa na ugonjwa gani. Kwa hiyo katika vitu vyote hivyo, vipimo mbalimbali vinachukuliwa na, vip, na vipimo hivyo vinatokana na vifaa tiba. Kwa hiyo kama kifaa tiba hakijafanyiwa ugezi, maana yake kwamba hayo matokeo ambayo yatatolewa yanaweza yakawa si sahihi, maanake kwamba unaweza ka pewa ugonjwa ukaambia kwamba una ugonjwa huu, kumbe hauna ugonjwa kwa sababu tu ya kifaa kile ambayo kimetumika hakikuhakikiwa kama kinaweza kutoa majibu ambayo ni sahihi. Jambo la pili ni katika utoaji wa matibabu, daktari atakuandikia, utakwenda maabara, utapimwa, ya, n, sampo, sampuli ambazo zimepelekwa zitapimwa, alafu matokeo yataletwa kwa daktari. Kwa hiyo daktari atategemea majibu yale ambayo amepata kutoka kwenye maabara. Kwa hiyo ataangalia na atafanya maamuzi. Kwa hiyo katika kutoa maamuzi katika, ili, kutu, ili kutoa matibabu anategemea majibu ambayo yametoka kwenye maabara. Hivyo basi kama maabara haijafanyiwa uhakiki wa vipimo vyake kama vinasoma kwa usahihi, manake hata daktari atatoa utabibu au dawa bila kuwa na uhakika, kwa hiyo inaweza ikaleta madhara kwa, kwa mgonjwa na stage ya tatu ni usalama wa mgonjwa vilevile vile. Kama dawa ameandikiwa mgonjwa kwamba atapewa labda miligram kadhaa ya dawa, kwamba unatakiwa unywe vidonge viwili really, ambayo unatakiwa labda uwe na miligram elfu moja kwa maana kwamba ni 500 miligram vidonge viwili lakini matokeo yale ambayo aliyapata kutoka kwenye kwenye maabara hayako sahihi, maanake atamwandikia dawa bila kuwa na ugonjwa. Maana unapewa dawa, utakwenda kutumia wakati ugonjwa huo hauna, kwa hiyo italeta madhara kwako. Au ukapimwa ukaambia kwamba huna ugonjwa, lakini wewe ni mgonjwa na kwamba utaendelea kuugua, ukisema kama nimeenda hospitali, nimepima sina ugonjwa, lakini kumbe tatizo lilianzia kwenye vifaa tiba vilitoa majibu ambayo hakuwa sahihi. Jambo jingine ni katika kufuatilia mwenendo wa mgonjwa, mfano BP, mgonjwa anakuwa amelazwa pengine hapo, au mapigo ya moyo akiwa amelazwa, huwa ona, wanaendelea kumonta mgonjwa a, wanapima kila baada ya muda, wanapima, wanaangalia. Sasa kile kipimo kama hakiko sahihi, manake wanaweza kaamua uamzi ambao si sahihi kwa ajili ya mgonjwa huyo. Kwa hiyo hilo nalo ni ni dhara moja wapula, la wa lakini kitu kingine ni kuaminika kwa kwa huduma ambazo zinatolewa na hospitali fulani hosptali, kwamba mimi nikienda kwenye hospitali nikapimwa, nikapewa dawa, nikaenda nikapona, nika nkenda kwamba taamini hospitali hiyo inatoa maji yaliyo sahihi. Wameenda wamesema nauma kitu fulani, na kweli nimepewa dawa nimetibiwa na nimepona. Kwa hiyo ina maana kwamba kumbe wanafanya ugezi, itakuwa ninaamini kwamba hiyo hospitali fulani inatoa tiba ambayo ni, ni sahihi. Kwa hiyo ugezi unachangia kwa mambo mengi kwa namna hiyo, lakini madhara ya kutofanya sasa calibration vile vile ni kwamba unaweza ukapata majibu ambayo si sahihi kwa mgonjwa na hatimaye mgonjwa huyo kwa sababu nimeambia sina ugonjwa, nitatoka hapa ninaumwa, alafu kesho tena nitaendelea kwenda sehemu nyingine kutafuta suluhisho la ugonjwa wangu, lakini kumbe hapa kulikuwa na tatizo, hawakufanya ugezi. Kwa hiyo nitaendelea kutoa fedha, kuharibu uchumi wangu kwa kufuatilia, kwa sababu kumbe hakufanya calibration. Lakini vilevile vile, hata madhara mengine ambayo yanaweza katokea ni kukosa kuamini sasa, kwamba nitakuwa siamini kwamba hospitali imeenda hospitali fulani, kama nilienda mara ya kwanza nikapima hakuna, alafu nikaenda sehemu nyingine nikapimwa, nikaonekana na ugonjwa, maanake nitakuwa siamini tena katika hospitali ambayo nilienda mara ya kwanza pale. Nimeambiwa sina ugonjwa, lakini bado huku nimeambiwa ninao, alafu nimepewa tiba, nimepona, kwamba nitakuwa siamini tena hospitali fulani au eneo fulani kwenda kupata huduma. Kwa hiyo ni mambo ambayo ya muhimu kwamba ugezi ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku, lakini kitu cha muhimu zaidi, shirika la viwango linatoa huduma ya ugezi katika maeneo mbalimbali ambao tuna umahiri na tumepata ithibati kutoka shirika la kimataifa SADCAS na ithibati katika maabara zaidi ya, ya saba ambao tumepata ithibati na tunatoa huduma ya ugezi ambao ni sahihi imeangaliwa kwa jicho la tatu. Kwa hiyo ni wasihi wananchi pamoja na watumiaji mbalimbali wa vifaa tiba kuhakikisha kwamba wanaleta vifaa vyao Shirika la Viwango katika maabara ya taifa ya ugezi ili wafanyiwe vipimo ya vifaa vyao na hatimaye wawe na uhakika wa huduma ambao watakuwa wanaitoa. Lakini uh, katika ugezi mbali na kutusaidia kupata usahihi uh, wa vipimo lakini pia ugezi unatusaidia katika kufanya maamuzi. Tumeona tunatumia uh, vifaa katika kupata vipimo mbalimbali mbali. Sasa kupitia ugezi tunaweza kufanya maamuzi ya kujua kifaa unachokitumia, je, unatakiwa uendelee kukitumia au unatakiwa ukibadilishe baada ya kujua usahihi wa vipimo vyako lakini pia kupitia ugezi, um, una, unaweza kupata ithibati kwa lugha ya kigeni tunaita accreditation. Um, kifaa ambacho kinafanyiwa ugezi na ukipata, um, ile cheti cha umahiri utaweza kupata ithibati. Kwa kumbe ugezi uko katika mapana makubwa sana na una umuhimu mkubwa sana.